Kwa kifupi tu kwenye eneo linalohusu wewe na jambo Okay. Asalamu <coughs> lilivyokutokea assalamu alaykum tullahi wabarakatu, habari za mchana e, kama ambavyo naibu amewatanguliza jina langu ni wakili Ali Ibrahim Juma, ni naibu katibu mkuu e, chama cha demokrasia na maendeleo kwa upande wa Zanzibar. Jana siku ya tarehe 24 mwezi wa 4 2025 tulifika katika eneo la mahakama eh, Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Kwa bahati mbaya sana tulipofika, polisi wakatuambia kwamba mwenyekiti hawezi kufikishwa hapo kwa sababu ambazo wao wenyewe waliweza kuzielezea. Hatukuwa tumetosheka na hapo kwa bahati, tukawasiliana na katibu mkuu akatuambia tusiondoke katika eneo hilo mpaka tukutane, ila baada ya dakika kama tano hivi askari wakatushusha kwenye gari, wakatuchukua wakatupeleka sehemu ambayo wao walikuwa wamedhamiria kutupeleka. Baada ya kutupeleka wakatulaza chini kwa eh, kuelekea chini na wakaanza kutupiga vibaya. Walitupiga kipigo ambacho kwa kawaida binadamu wa kawaida ambaye hana makosa kikweli hastahili kupigwa, lakini tulipata kipigo ambacho hakustahili. Eh, nilikuwa pamoja na kipigo ambacho nikipata, lakini nilikuwa nikisikitishwa sana na vitendo vya askari kumpiga makamu mwenyekiti Zanzibar kwa sababu ni mtu mzima na katika hali ambayo walikuwa wakimpiga ni hali ambayo kwa kweli sio hali ya kawaida. Licha ya kwamba hakuweza kufunjika sehemu kwa mujibu wa vipimo, lakini naamini majeraha ambayo yupo nayo ni majeraha makubwa sana, kwa hiyo sio hali ya kawaida. Badala ya kutupiga na kuridhika, wametupiga kuna jambo jingine ambalo wamelifanya kwa kweli mi sikufurahishwa nalo hata kidogo. Walizichukua simu zetu, na wakaamua kufuta kila ambacho kimo ndani ya simu. Wameamua kuzirestore simu kwa ajili ya kupoteza information zote jambo ambalo halipo sawa kiliangalia baada ya hapo, wakaamua kuziweka simu zetu sehemu moja, ili kila mtu aweze kuchukua simu yake na kuondoka. Wakati tunachukua simu zetu, walikuwa tayari wamefanya kama kuondoka, waliamua kutishia kama kurudi hivi, na, na hapo ilibidi kila mmoja aweze kukimbia katika mazingira ambayo hayakuwa ya, ya kawaida, kwa sababu kati kukimbia kwetu, kuna sehemu ambayo ilikuwa ina, ina uzio wa sengenge ambao ulipaswa ku, kupita kwa ajili, kwa ku kama ni mtu ambaye huna mazoezi ya kawaida ni ngumu sana, aidha sengenge inaweza ikakuchoma. Tulifanikiwa kukimbia tukatoka katikati ya pori, hatujui mwelekeo tunaelekea wapi. Ilifikia tukaamua kufanya maamuzi magumu sana ya kuamua kwamba tunakoelekea, tuamue kuelekea chochote ambacho kitatufika, wacha tukitufike, kwa sababu tulikuwa tuna hofu kwamba eneo ambalo tulikuwepo lina kambi ya, ya jeshi. Ila tulifikia tukafanya maamuzi ya kwamba tukasema hata kama kuna kambi ya jeshi, basi tuamue kwenda kitachofika, tujelezea huko. Kwa bahati nzuri katika hali ya kukimbia na hali ambayo palikuwa pana maji mengi mno, ambayo ukatembea maji katika usawa wa magoti hadi kwenye nyonga, tuliweza kuvuka na tukafika barabarani, na badala ya hapo tukaamua kuchukua bodaboda kwa ajili ya kufika makao makuu kwa ajili ya, ya kupata matibabu, kwa maana kuchukuliwa na kupelekwa hospitali. Hali ilikuwa sio kawaida, ilikuwa kama hivyo ambavyo ilitokea siku ya jana. E, kwa kumalizia niseme tu kwamba hali ambayo inafanywa na, na polisi Tanzania, ambao wanasema ni wanajukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao, sio sahihi kabisa, ni vitendo vya kikatili sana. Jambo ambalo kwa maoni yangu ni kwamba hivyo ambavyo wanatufanyia haina maana kwamba sisi wanatuvunja moyo, bali wanatutia ujasiri wa kupambana, na kwa maana ya kwamba hivi ambavyo wana, wanatufanyia maana kwamba vitatengeneza vita visasi vya muda mrefu sana. Na mimi naamini kwamba haya ambao anatufanyia wametufanyia sisi lakini vizazi vyao vitakuja kufanyiwa haya ambao wametufanyia sisi. Lakini kama haitoshi ni kwamba sisi ambao tupo hai leo katika mapambano sidhani kama tunakubaliana tuna, tuna na haya mambo. Kila mtu e, anakuwa na fikra zake. Na nataka nimwambie Rais Samia kwamba anachokifanya kutunyamazisha ni kosa kubwa sana. Kwa sababu binadamu yote anapitia katika hali tatu. Ni lazima binadamu apitie mambo matatu. Binadamu ana sifa ya kufikiri kimzuia kufikiri, abidi atasema, atazungumza. Kimzuia kuzungumza, atatenda. Kwa hiyo sasa hivi tunasema tu e, wanajaribu kutuzuia tusiseme. Kuna muda tutakaa kimya, tutakuwa tunafikiri sana, siku tukitenda, naweza hii nchi ikawa katika hali ambayo isiyo kuwa ya kutarajiwa. Na sisi tuko mbele tunasema leo, ila kuna watu ambao wako nyuma hawasemi, wanafikiri, na watatenda siku moja vitu ambavyo vitakuwa so sawa. Kwa hiyo ili tusifike huko kuna haja ya, ya Samia mimi ni Mzanzibari tenda ni, ni Mzanzibari wa Nungwi kabisa, yeye ni Mzanzibari wa Kizimkazi kwa hiyo tunajuana. Mimi nasikitishwa sana kwamba damu yangu t kumwagika kule Zanzibar leo inakuja kumwagika Tanganyika kwa jeshi ambalo nasimamiwa na Rais Samia. Nitoe wito na kusema kwamba mambo yasipite yasi hivi, hivi. Tunao mashehe tunao maskofu, kuna haja ya kuyafanyia maombi. Mimi ninachoamini kwamba nikifika kwetu basi, siwezi kukua limepita hivi hivi, nitakutana na, na wazee tutamshakia, tuta, tuta mwenyezi Mungu, kwani mwenyezi Mungu ndio hakimu wa mahakimu wote. Na mwisho niseme kwamba Uislamu una aya moja ndefu sana ambayo inasema kwamba al-kisasu, haku kulipiza kisasi haki e, ikiwa jicho kwa jicho jino kwa gino Mkono kwa mkono, mtu kwa mtu, ingawaje imekuja kumalizia kwa kusema kwamba kusamehe ni bora zaidi. Lakini kwanza kabisa e, ilisiza kwamba unapofanywa kitu kibaya uangalie mustakbali wa kwamba uweze kulipiza kisasi au uweze kulipiwa fidia. Yangu mimi ni hayo, niwashukuru sana mchana huu na asanteni sana.